Mpaka sasa katika mfululizo wetu huu wa hizi video fupifupi tunazozitoa ambazo tumeupatia jina kwa mtambue Imamu wa zama zako, tumeshazungumza nukta kadhaa ambazo zinaonyesha umuhimu wa kumtambua imamu wa zama zako, inaonyesha fadhila za kumtambua imamu al-Mahdi ajala llahu taala farajahu sharif salli ala Muhammad, na tumezungumzia wasifu wake kwa ufupi na hali na mazingira ya kuzaliwa kwake. Ama katika sehemu hii ya tano, katika nukta hii ya tano, tumependa kuzungumzia dhana ya ghaiba ya alimamu al-Mahdi

Imekuwa ni suna ama imekuwa ni desturi ya manabii waliopita, walikuwa nao katika dhana hii ya ghaiba, ambalo linafanana na manabii waliotangulia kabla yake, ambao alimtaja Nabii Musa alaihi salam, naye alikuwa katika ghaiba pale alipokuwa mdogo, watu alimlea, lakini wao hawakufahamu kama yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu alaihi salam. Pia akaja kutajwa na nabii Isa alaihi salam, lakini kuna lile ambalo linalomfanya afanane na nabii Yusufu alaihi salam. Alizungumzia akasema, ama lile ambalo linalomfanya afanane na nabii Yusuf alaihi salam ni sitara au panzia ambalo Mwenyezi Mungu analoliweka ana, ana baina yake na viumbe ambapo wao wanamuona lakini hawamtambui. Mpenzi mtazamaji, ili kuipata tafsiri hii ama kuipata hadithi hii, rejea katika kitabu kiitwacho Kamaluddin juzuu ya pili ukurasa wa mia tatu na hamsini na moja. Mpenzi mtazamaji, katika hadithi hii tunakuja kuona kwamba dhana hii ya ghaiba ya alimamu al-Mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif si yeye tu peke yake, alikuwa katika ghaiba ambako kumbe kuna watu ama kuna manabii walishakusha kupita kabla yake, na wao walikuwa katika ghaiba ambako. Ile aya, kuna aya katika sura ya kumi na mbili aya ya hamsini na nane Mwenyezi Mungu anasema: bismillahi rahmani rahim, wajaa ikhwatu yusufa fadakhaluu alaihi faarafahum wa hum lahu munkirun. Tafsiri ya aya hii anasema: kisha ndugu ya Yusufu wakaja wakaingia mbele yake na yeye, wakamtambua naye na akawatambua lakini wao hawakumtambua. Bila shaka, mpaka sasa tumeshaelewa, kwa ufupi tumeshaelewa maana ya ghaiba, ni kwamba ni kwa namna gani Nabii Yusuf alayhi salam, naye pia alikuwa katika ghaiba, ambako ndugu zake na watu wengine walishindwa kumtambua, lakini Nabii Yusuf yeye aliwatambua ingawa walikuwa wanamuona na walikuwa wakikaa naye wakifanya naye amali zote, lakini wao hawakumtambua kama yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu alaihi salam. Insha allah, mpenzi mtazamaji, katika video katika mazungumzo yetu atakayofuata, tutakuja kueleza zaidi na zaidi dhana hii ya ghaiba ya Alimamul Mahdi ajalallahu taala farajahu sharif.